Eneo bunge la Kiharu kaunti ya Murang'a Ndindi Nyoro kwa mara nyingine tena amesisitiza kuwa mtindo wake wa kisiasa hauhusishi kujibizana wala kugambizana na mahasidi wake wa kisiasa kwa sababu yale tunafanya kama kujenga hii barabara ama shule, hakuna matamshi ambayo inaweza fanya kazi kama hiyo. Ile itafanya hivyo ni vitendo. Akizungumza hapo jana wakati wa uzinduzi wa barabara mpya ya lami na ujenzi wa madarasa kwenye kata ya Kandundu, Nyoro alishikilia kuwa abadan katani hatajihusisha kwenye vita vya maneno na semi za chuki na washindani wake, ila atapuuzilia mbali kelele za wanasiasa wenye siasa mbaya na kuweka nguvu zake katika miradi ya kuwafaidi wananchi. Tutaendelea na hiyo maneno ya kufanya kazi. Na tutaendelea kuheshimu kila mtu. Na tutaendelea kuachia kila mtu afanye kazi yake na huyo mwingine anatuachia na sisi nafasi ya kufanya kazi yetu, na tukifanya hiyo kazi ya heshima. We keep repeating kwa sababu ni important. Nchi inaenda mbele kama watu wanafanya kazi kwa heshima. Mwenyekiti huyo wa zamani katika kamati ya bajeti mbungeni aliyefurushwa yapita wiki moja alisema kuwa mazungumzo yasiyo na mashiko yote wala faida kwa wananchi kutoka kwa viongozi hayatakumbuka. Badala yake aliwashauri kuanzisha miradi ya maendeleo ambayo itakumbukwa na vizazi baada ya vizazi hata baada ya wao kuondoka mamlakani. "Na ndio maana mimi nimekuja hapa tufanye kazi ambayo inaongea kuliko matamshi. Hii barabara inaongea kuliko ma... hata nikiongea hapa miezi mbili kila asubuhi nakuja hapa kuongea kuna matamshi itajenga hii barabara. Na hakuna itajenga hii shule. Nyoro alitoa wito wa heshima miongoni mwa viongozi waliochaguliwa akisisitiza kuwa kimya chake hakifai kudhaniwa kuwa ni udhaifu. Wasemavyo Waswahili, usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Lakini isifike pahali heshima izidi sana, watu fulani wafikirie kuna watu wako na uoga upande mwingine. Kwa hivyo ni vizuri sana hiyo heshima, mtu afanye kazi yake. Na mimi kama dede Nyoro, vile nimesema hapo awali, na heshimu kila mtu, lakini kwa hii dunia there is only God to be feared not in a human being. Na wakati hapo beleni, ikifika pahali watu wataongea, si mdomo iko hapa. Mdomo iko hapa, watu wako hakuna kitu, hakuna pahali tumeenda ama ni aje? Haya yanajiri wiki moja tu baada ya Nyoro kuzindua afisi ya naibu kamishna wa kaunti miongoni mwa miradi mingine.